Ambayo mara kwa mara nilikuwa nikizungumza, inajengwa bila mota joint. Tofali ya kipekee yenye mwonekano tofauti sana. Nataka kujenga saiti wako au eneo na nyumba yako uwe wa kitofauti na kipekee mahali popote ulipo, ukitumia kwa tofali hizi hapa. Hydraform Interlock Block ndio tofali ya kipekee ambayo itakufanya takufanya uwe wa kitofauti na wengine kwa eneo lilopo. Ah, kama unavyoona hapo, ndugu yangu msingi hapo unatumia tofali za kawaida na ishu ya cement mchanga na maji itatumika, lakini baada ya msingi, tofali hizi zinafungamana zenyewe kwa zenyewe, kwa hiyo hakuna tena haja ya cement mchanga maji. Kwa hiyo ni ujenzi ambao uh, uko vizuri na uko katika mwonekano wa kipekee sana. Nikukaribisha tu mpenzi ndugu jamaa na marafiki nasi kwa kushirikiana kujenga kwa kutumia tofali hizi na interlock block mahali popote ulipo, tunakufikia na uh, ukiwa nje ya mko, mkoa wa Dar es Salaam au Dodoma uh, kazi yako ina lazimu, anzia tofali elfu kumi tofali elfu kumi inaweza kujenga nyumba ya wathani yenye vyumba vitatu. uh, kimoja ni master kingine wingi, kuna pipe break, toilet, kuna kitchen kuna dining, kuna sebule